Unaweza pia kuwa huwezi kumpa chakula ili akapike mwenyewe, labda kinakutosha tuwe na familia yako, lakini siku hiyo mkala na familia kikabaki, mpatie jirani asilale na njao, wakati we kwako umelaza chakula, si ndio? Jamani e, kwa hiyo haya tunayoyafanya tunayafanya ili kila mmoja ajifunze kutoka kwa mwenzake, kama alivyosema mheshimiwa diwani na mimi naungana naye. Lakini sasa hili la leo ni moja ambalo tumekuja kwa ajili ya hizi kaya kumi na tatu ambazo watapatiwa kila kaya mchele kilo ishirini alafu watapewa na pesa kidogo kwa ajili ya kununua mboga ile siku ya sikukuu. Sasa, baada ya kusema hilo, nimshukuru Mheshimiwa diwani kwa sababu sasa yeye kaongeza na ya soda, ili akishanunua mchele, kashapewa atanunua mboga, alafu na soda anunue anywe. Kwa hiyo, Mheshimiwa diwani tunakushukuru sana kwa mchango wako uliotoa, na kwa kweli tunakushukuru kwa ushirikiano huu ambao tunaamini hata sisi kama hatuko hapa basi na wewe unapoendelea kufanya huko mtaani kidogo kidogo, na wananchi wanaendelea kuamka, naamini tutafika sehemu ambayo hapa Uyole kila mmoja atakuwa na tabasamu, yani kila mtu akimwona mtu ana tabu, basi anamnunulia hata andazi moja, ili siku hiyo asiwe na njaa siku nzima, si ndio? Jamani, hilo si linawezekana? wanailee